Mamlaka za Dodoma zatakiwa kuchukua hatua dhidi ya biashara ya ngono karibu na soko la Sabasaba. Mamlaka za Dodoma zinahimizwa kuchukua hatua madhubuti baada ya taarifa kuibuka kuwa biashara haramu ya ngono inaendelea kufanyika katika maeneo ya wazi karibu na soko la Sabasaba, jambo linalozua wasiwasi mkubwa kuhusu afya ya jamii, usalama na utulivu wa kijamii. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa kwa siku watu wanaojihusisha na vitendo vya ngono wameonekana katika vibanda vya muda chini ya miti na maeneo ya wazi ya umma, hasa kando ya barabara zenye shughuli nyingi karibu na soko. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na maeneo ya wazi karibu na kampasi ya Dodoma ya taasisi ya fedha, njia za waenda kwa miguu kuzunguka soko na maeneo yaliyo karibu na vijito vidogo. Mashuhuda walisema kuwa msongamano mkubwa wa watu na vituo vya usafiri vilivyo karibu vinaweza kuchangia vitendo hivyo kuonekana wazi kwa umma. Wakazi wanasema kuwa katika miaka ya nyuma, vitendo hivyo vilikuwa vikifanyika zaidi katika majengo yaliyoachwa, lakini baada ya baadhi ya majengo hayo kukarabatiwa na kutumika kwa makazi, shughuli hizo zimehamia katika maeneo ya wazi. Maeneo mengine yaliyotajwa ni pamoja na sehemu za uwanja wa ndege, baadhi ya maeneo ya Sabasaba na Ipagala karibu na makaburi. Mashuhuda wa macho waliongeza kuwa madereva na watembea kwa miguu mara nyingi huona vitendo visivyo vya kawaida nyakati za usiku au alfajiri, wakisisitiza kuwa mienendo hiyo inaweka makundi hatarishi katika hatari, na kudhoofisha usalama wa jamii kwa ujumla pamoja na maadili. Mwitikio wa viongozi. Mwenyekiti wa soko la Sabasaba, Kombo Kombo, alikiri kuwa tabia hizo zinaendelea ndani na pembezoni mwa soko. Alithibitisha kuwa uongozi wa soko umekuwa ukiripoti matukio hayo mara kwa mara kwa mamlaka za serikali, lakini hadi sasa hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa. Ninathibitisha kuwa vitendo hivi vinafanyika na vinaharibu taswira ya soko letu. Tumewasilisha malalamiko haya kwa mamlaka husika, lakini hakuna kinachoonekana kufanyika. Tunaiomba serikali ichukue hatua na kutekeleza sheria, alisema. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, alisema kuwa hakuwa amepokea taarifa rasmi kuhusu swala hilo, lakini aliahidi kufuatilia na kuhakikisha hatua stahiki zinachukuliwa. Jitihada za kuwasiliana na kamandi ya polisi Dodoma hazikufanikiwa mara moja. Hata hivyo, msaidizi wa kamanda wa polisi wa mkoa baadaye Alithibitisha kuwa malalamiko hayo yamewasilishwa kwa maafisa wa eneo husika kwa ufuatiliaji wa haraka. Afande RPC amepokea taarifa zenu na amemwagiza kamanda wa polisi wa wilaya achukue hatua. Ndani ya siku tatu mtaona matokeo na hali hii haitajirudia, alisema afisa huyo.